Yaani leo kuna uchungu, najisikia uchungu mkubwa kwa sababu kuna sisi wengine mkituona mjini, kuna sisi wengine mkituona kwenye mapambano yetu, tunapambana tunafika mbali, ni Mungu tu, yaani ni Mungu tu peke yake. Hatuna watu ambao wanatushika mkono, hatuna, sijui wanyamba hatuna sijui kina nani labda walitupandisha kwa namna moja au nyingine. Ukituona kama tunafanikiwa, kama kuna chochote unakiona, uweze kutupongeza basi, acha wengine. Kumefika hapa kwa nguvu zetu tu wenyewe, hatuna hata mtu mmoja atakayesimama akasema mimi msaidie huyu Tumaini, ndugu yangu